Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ndio yenye jukumu la kusimamia na kuratibu uendeshaji wa uchaguzi wa, wa rais wa bunge pamoja na madiwani wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya madiwani kwa kwa Tanzania bara. Na kwa kuzingatia hapo niliyoeleza, ndio hapa mmeteuliwa kwa mujibu wa sheria, na tangu tarehe ya uteuzi wenu mnao wajibu wa kikatiba na kutekeleza majukumu ya uchaguzi wa rais wa bunge pamoja na madiwani kwa niaba ya tume katika vituo vitakavyopangiwa. Maana yake ni nini? Kama tumesaini ile mkataba ule wa ajira, tafsiri yake wewe kutoka sasa hivi ni mtumishi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, sawa jamani. Kwa <coughs> mantikio, sasa tunategemewa kuzingatia sheria kanuni na maelekezo mtakayopewa hadi hapo utakapokamilisha jukumu la uchaguzi. Naomba nisisitize ukazingatie sheria, kanuni natarativu, na taratibu itakazopewa. Sawa? Yeah. Eh, usifanye jambo nje ya maelekezo. Bado mzuri mmepewa hivyo enye kitabu kidogo na maelekezo yote, lakini kama kuna kitu haukielewi unawasiliana na msimamizi wako wa jimbo wa kata pale au wa uchaguzi, kama namba yake na mtu mwingine yoyote anayetoka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Sasa yako mambo ya kusisitiza, yako mambo ya kusisitiza ili tunapoenda kufanya kazi hiyo tuyafanye kwa umakini. La kwanza, wote tunafahamu kuwa uchaguzi ni mchakato. Kwa hiyo uchaguzi unawashirisha au unajumuisha hatua na na taratibu mbalimbali zake katiba na sheria ambazo hupaswa kufuata na kuzingatia hasa katika ngazi ya kituo ambapo mchakato wa kupiga kura na kuhesabu uendeshwa na hatimaye matokeo ya uchaguzi hutolewa. Uh, sasa taratibu hizo, wawa, hizo nusili, ulu, na rake, na au hatua hizo ndio za msingi kwa ajili ya uchaguzi huru na wa haki na hatimaye kupunguza au kuondoa malalamiko kwa namna yoyote. Sasa nyinyi ndio watu wa kwanza kwenye kile kituo. Maana nyinyi ndio mko reception. Tunategemea watu wawe na sura za tabasamu. Si ndio jamani? Yeah. Hey, hapo naangalia sio ni sura za tabasamu. Eh, hii ndio ntawatisha wateja wetu. Reception ni tunategemea atakuwa na sura za tabasamu ili mpiga kura apate maelekezo yanayotakiwa. Bora nachukua fursa hii kuwaasa uh, kuwa pamoja na uzoefu ambao baadhi yenu nao katika uwezeshaji wa uchaguzi, lakini msiache pia kusoma katiba na sheria na miongozo kama tulivyosema, hii usije karibu maelekezo yanatofautiana, na sikana usifanya uchaguzi ule uliopita 2020 20, lakini mwaka huu kuna vitu vingi vimeboreshwa kwa pamoja na maelekezo haya mdomo, lakini pia mpasome kitabu ili upate uh, kujielimisha. Vyanzo vya malalamiko kutoka kwa vyama vya siasa nabati mzuri. Kwenye kila kituo kutakuwa na askari, si ndio? Eh, kama kuna mtu wa chama cha siasa amekuja hapo ana behave au anafanya vitu ambavyo tofauti na maelekezo, toa taarifa mapema. Atutarajii na wala atutegemee kupata migogoro kwenye vyama vya siasa. Maelekezo ako wazi, mtu akija akishapiga kura yake aende nyumbani akasugilie matokeo tafadhali, tunaomba usiwajibike kwa mamlaka yingine yeyote. Kama una mambo yako, una nini, nimekula hapa kiapo kumnamaga pili namba sita ya kutunza siri, sawa si? Jamani msaajamani -hmm. Eh, ile ndio ndio ushahidi wetu, mba mtu ametoa siri, lakini alikula kiapo mahakamani, magomali unakuwa ni wa wetu hala umetoa siri wakati umekula kiapo na yeah. Yeah. Nabaya no, zaidi kama kawaida umekula kiapo mbele ya Mheshimiwa Rais kwe nice. una cha kujitetea. Ah, kwa, uh, kwa mantikio pia, jambo la tatu, taarifa zozote za uchaguzi zinapaswa kutolewa kwa tume kupitia kwa msimamizi wa uchaguzi na sio vinginevyo. Mtu yoyote asikuombe taarifa nahusiana na, na uchaguzi na usitoe taarifa yoyote kwa mtu mwingine yeyote isipokuwa kwa msimamizi wako wa kituo pale ulipo, wale watatu unawataja, au msimamizi wa uchaguzi ngazi ya kata au afisa wa uchaguzi au msimamizi wa uchaguzi ngazi ya jimbo pamoja na wale wengine. Naomba nisisitize kipengele kile, ni muhimu kweli, usitoe taarifa za uchaguzi kwa mtu ambaye sio mhusika.